Kazi na utu! Haya wana Dar es salam madiwani hawa wana ilani za uchaguzi za mkoa wa Dar es salam wabunge nimewapa za mkoa na za kitaifa, kwa sababu wao watafanya kazi huku juu. Na mimi sasa tunaomba kura zenu, mimi Samia Suluhu Hassan, mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na wagombea ubunge wa majimbo yetu manne, majimbo ya Temeke na Kigamboni. Haya sisi oye, hasa sisi mafiga matatu, kwa heshima na taadhima, tunaomba tarehe ishirini na tisa tunamwomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama na furaha wale wote tulioandikishwa tuende tukachague chama cha mapinduzi tukachague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wabunge na madiwani kutoka chama cha mapinduzi. Mmenielewa, ndugu zangu? Walionielewa mikono juu. Temeke oye! Kigamboni oi! Kwa ndugu zangu Temeke Kigamboni, tunaomba kura zenu. Haya, Mungu awabariki sana. Sisemu oye. Jengine, mmetambulishwa wageni hapa na mimi nawashukuru sana kwa kuja. Tuna wageni wetu kama alivyowasema katibu mkuu kutoka vyama rafiki ambao wamejifunga, wamesema ngoja tukasome kinachotokea huko. Kuna ANC Afrika Kusini wako hapa, Burundi wako hapa, China wako hapa, Frelimo wako hapa, Uganda wako hapa, SWAPO wako hapa Zanu PF wako hapa. Kwa nini wamekuja? Wote hao wamekuja kusoma wakati wa uchaguzi, wengine nao wanaenda kwenye uchaguzi. Uganda, nadhani baada ya sisi ni wao, miezi kidogo tu tunapishana. Wanakuja kusoma tunafanya vipi, na wao wakafanya vipi. Mjue kwamba Tanzania Chama cha Mapinduzi ni chama kubwa jamani ni chama kubwa hapa kwetu, lakini pia kusini kwa Afrika na Afrika Mashariki ni chama kubwa. Kwa hiyo sio chama cha kubeza beza, na ndio maana wenzetu wako hapa.